katika hatua nyingine inayozua taharuki kwenye uwanja wa siasa za kimataifa na diplomasia mashariki ya kati kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameweka wazi msimamo wa taifa lake kuhusu mazungumzo ya nyuklia na Marekani akitamka kwa msisitizo mkubwa Khamenei amesema kuwa Iran haitafanya mazungumzo yoyote na Marekani kuhusu mkataba wa nyuklia na hivyo kutupilia mbali kabisa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alituma barua rasmi ya kutaka majadiliano kufanyika. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, barua hiyo ya Trump iliwasilishwa kwa njia ya kidiplomasia kupitia mshauri wa rais wa umoja wa falme za Kiarabu Anwar Gargash, ilimfikia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ambaye alikabidhi ujumbe huo kwa viongozi wa ngazi za juu serikalini. Katika hatua hiyo Trump alieleza nia ya Marekani kuanzisha mazungumzo mapya ya nyuklia na Iran. Lakini pia kama ilivyo kawaida yake ya kutumia lugha yenye vitisho na mashinikizo, alionya kwamba Iran ina njia mbili tu, ama kuingia kwenye makubaliano mapya ambayo yatazuia kupata silaha za nyuklia au kukabiliwa na hatua za kijeshi. Kauli hii haijapokelewa vizuri Tehran. Ayatollah Khamenei alisitiza kuwa taifa lake halitishwi wala kushurutishwa. Kwa habari za kina zaidi, tufuatilie kwenye mtandao wetu wa YouTube kwa jina moja tu la Togolay24 TV. Bonyeza linki ambayo tumekuwekea hapo juu kwenye bayo yetu, ikupeleke moja kwa moja kwenye YouTube yetu. Asante.